Tutahakikisha tunaboresha huduma ya afya kwa kuhakikisha zahanati zetu tulizo nazo zinakuwa na madawa, vifaa tiba pamoja na watumishi wa kutosha wakati wote, lakini tutahakikisha pia vitanda vya kujifungulia kina mama, kupumzisha wagonjwa pamoja na majengo mengine kwa ajili ya kuhudumia wananchi yanakuwepo kwenye zahanati zetu. Lakini mheshimiwa, jana nimezungumzia hapa nshi ya jengo inaoendelea kupinga mkuza wananchi ndani ya kijiji cha Kagongo, tutahakikisha kuwa zana hiyo imekamilishwa kwa wakati ili waanze kutumika na kuhudumia wananchi. Kwa kwa hiyo naomba kuwatoa wasiwasi kwamba uwezo huo wa kufanya kazi ya kuwakilisha ili kuweza kuboresha huduma zetu za afya tunao na tutaenda ka tujakaisaa elimu elimu, oye, elimu safi. Sote tunafahamu kwamba elimu mfungu wajini maisha, oye. Ndugu zangu, ndani ya jimbo la Bukene tunaendelea kuongeza shule za msingi, tunaendelea kuongeza shule za sekondari lakini hatuna shule ya kidato cha tano, hatuna shule ya kidato cha sita. Hao wanafunzi wanaohitimu huwa wanaenda wapi? Na ndio maana wanaohitimu wengi wanaoenda vyuo vikuu ni wachache, kwa sababu ili uweze kuingia chuo kikuu ni lazima uwe umesoma kidato cha tano na cha sita, au um, umeweza kusoma diploma kwenye vyuo mbalimbali liyoma nchini. Hivyo basi, kwenye uongozi wetu 2025 hadi 2030 tunaenda kujenga daraja la kutoka om watu kwenda chuo kikuu. Tutajenga angalau kwa kuanzia kila tarafa shule moja ya sekondari, tarafa ya Duteni na tarafa ya Mwakanui ili noajiza komboa wakasome kidato cha tano na cha sita kwa ajili ya maandalizi ya kwenda chuo kikuu wakapate maarifa makubwa ambayo yatatusaidia katika maendeleo ya jimbo letu. Lakini pamoja na kujenga shule hizo tutaenda kuhakikisha kuwa tunaboresha zile zilizopo shule za msingi na shule za sekondari ndani ya jimbo ya Shigamba Shingambane. Ndugu zangu, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya elimu Zipo kero za muda mrefu, lakini inatakiwa ifike mahali kero hiyo sasa zifike mwisho. Swala la ukosefu wa madawati si sawa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama wa wilaya. Na hili naomba nikwambie Mheshimiwa Diwani na madiwani wenzangu mlioko hapa, sitakuwa namsalie mtume kwenye fedha za asilimia kumi. Kwa sababu kama mheshimiwa mwenyekiti, sisi wasaidizi wa rais hatutasimama na mheshimiwa rais kumkingia kifua, mama atatukanwa kila siku kwa sababu ya uzembe wa watu wachache ambao wanaaminiwa na hawatekelezi majukumu yao. Lazima mheshimiwa mwenyekiti, tufike mahali fedha za asilimia kumi, mheshimiwa diwani, wapate wakina mama wanyonge hawa hawa ndio wenye hela zao, vijana wetu hawa, hawa ndio wenye hela zao. Watu wanakumpa hawa Mwaifunga milioni hamsini, wakati hawa ana uwezo wa kwenda benki akakopa na akadhaminika. Hawa wanauza mandazi, wanakaanga mihogo, wanatengeneza vitumbua, wanauza mboga mboga, nani atampa hela? serikali ikaona ni vema tutenge fedha ambazo hazina riba wala dhamana, hawa wamama wainuke sasa. Watu wachache wanachukua fedha zile wanatengeneza mitaji yao wenyewe. Na mheshimiwa mwenyekiti, hili sijaambiwa wala sijasimuliwa. Tumeenda kwenye halmashauri mbalimbali, tumekutana na hizi changamoto, tukaishauri serikali, zuieni mikopo hizi fedha zinapotea. Mama alizuia mikopo miaka miwili, fedha zimeanza kutoka mwaka jana mwishoni ndo zimeanza kutoka, sasa zinatoka, lakini lazima zije na masharti. Na sisi kama Chama Cha Mapinduzi ndio wenye ilani ndio wenye serikali, twendeni tukasimamie fedha hizi, hawa wamama na vijana ambao wanakusudiwa waweze kupata stahiki zao.